Nawashukuru wachungaji wote, wazee wa kanisa na waumini wote ambao mmeshiriki kumsindikiza kiongozi wetu. Poleni sana wafiwa, Mungu hawatie nguvu. Sisi tunakuja kama binadamu kutoa pole ya kawaida, lakini rohoni yupo Mungu ambaye anaweza kuganga hata vidonda vinavyouma sana. Kwa hiyo Mungu wa mbinguni hawakumbuke lakini ndugu zangu wananchi na Watanzania wote, na wachungaji wote mnaotusindikiza, tunapokuwa tumelala ndani ya jeneza, sisi kama chama tunakuja kwenye hii misiba sio kwa bahati mbaya. Tunakuja kwa sababu mpendwa wetu ametoka kwenye hii dunia ambayo tulikuwa tunafanya naye kazi. Tumeona mara nyingi maskari akifa, askari anasindikizwa na askari wenzake. Mchungaji akifa, wachungaji, hapa angekuwa hata mia saba wanafika mwanakwaya akifa wanakuja wanakwaya wengi kumsindikiza muumini wenzao, na Wakristo hivyo hivyo. Tunatiana moyo kwa sababu ndo kazi ambayo tumebaki nayo, lakini wachungaji walio wengi wametiwa hofu na serikali iliyopo inayotumia nguvu kuliko kuwapenda wananchi wake. Wanaogopa hata kutenda haki, wakiona CHADEMA wanahisi sijui wameona kitu gani. Sisi ni chama cha siasa kilichosajiliwa kama vyama vingine vilivyosajiliwa kwani waombe, tunapokuja kutoa huduma kama hii msitubeze, msitudharau, wala msituseme vibaya. Hatukuja kwa bahati mbaya, tumekuja kwa makusudi ya Mungu kuja kuwaliwaza wenzetu ambao tulikuwa tunafanya nao kazi. Lakini nimeona mara nyingi sasa hivi wachungaji wengine wanaelimika. Jamani ndugu zetu wachungaji, hatuko salama, dunia imekwisha. Mnahitaji tu kuiombea Tanzania na watu wake ambao wako ndani ya Tanzania. Padri ametekwa tusongea, kuna wachungaji wanafungiwa makanisa vile tu wakisema ukweli. Sema ukweli hata ukifa kwenye ukweli, Mungu atakupokea. Msipindishe ukweli kwa sababu mnaogopa eti serikali ya CCM. Nawaombeni sana ndugu zangu, mimi nilizaliwa siku moja, nitakufa siku moja. Kwa kweli nitaongea ukweli mpaka siku naenda kaburini. hata Nitakuwa nimetimiza kusema ukweli ambao Mungu anapenda. Tukisema uongo tutakuwa tunadanganyana. <coughs> Mimi mnavyoniona, nilikuwa nimeenda kanisani, wachungaji hao wanatuandikia barua, twende tukachangie kanisani na sisi, kwa sababu tunampenda Mungu na tunapenda Chadema. Tunaenda kuchangia, tuko kuchangia, umevaa tu nguo ina rangi ya Chadema, tulikuja kuchunguliwa kanisani pamoja na mchungaji watu watano na mchungaji akawa wa sita, tumekaa siku nne lock up. Kwa nini mmevaa nguo za Chadema kanisani? Nataka niwaambie wachungaji, msipoomba, wakina wakina mama msipoomba, watu wote mliopo hapa msipoomba, ili taifa hatutakufa Chadema tu pole pole pole. Ni sisi mpaka leo mama yake analia pole pole, ametakwa na ameuawa, watuju aliko mama yake, mpaka leo anapiga kelele, hajui afanye nini Kiongozi wa CCM mkoa wa Lindi ametekwa, ni mwana CCM. Wakitumaliza sisi, wataanza kulana wao kwa wao, hata baki mtu. Leo sisi tukisema, tunanungunika kwa sababu kiongozi wetu mkuu anashikiliwa polisi. CHADEMA, mnaongea siasa, kwani Tundu Lissu hayuko ndani mpaka leo? Hata seki hana baba hana mama, hana watoto, hana wana? Mama ana watoto, anaumia, ndio maana sisi tunamsemea yeye. Yeah, yeah, hawezi kusema iko lokapo. Kwa nini tusiseme wakati tuna maumivu, ndugu zangu kwa nini mama wake polepole asilia wakati mtoto wake peke yake amuone? Ya, kama sisi wanawake leo tukiweka kwenye ushabiki wa vyama, sisi kama CHADEMA tumesema hatugombei, hatu maumivu ndugu zangu, kwa nini mama wake polepole asilia wakati mtoto wake peke yake amuone? Ya, kama sisi wanawake leo tukiweka kwenye ushabiki wa vyama, sisi kama CHADEMA tumesema hatugombei, hatuweki wagombea, hatutaki ndugu zetu wa kafe, ndio maana tumekaa kimya lakini tunasema Chadema Kyela ipo na itaendelea kuwepo, na itaisha leo wala kesho haipo mtu akimaliza Chadema

Hapa sisi tumekuja kumzika kamanda wetu, kwa hatuwezi tukaogopa. Wangapi wamekufa? Sawa, hapa wamekufa wengi, yule amekufa sawa. Kwa hiyo hata sisi tutakufa siku moja, hatuwezi kuogopa mtu yoyote hapa. Huu msibani wa kwetu tutamaliza, tutamzika ndugu yetu, tutaondoka. Wao ndio wanaleta dalu kisha tuna shida. Naomba nitulie. Msiba ni wakwetu, tutamaliza tutamzika ndugu tutaondoka. Wao ndio wanaoleta taharuki sasa, tuna shida. Naomba kusza aabae au Jamani, naomba tutulie. Naomba atuba kwende kwenye mazishi kwengee matuba kwende kwenye mazishi ni. Jamani, naomba tutulie. Jamani, naomba tutulie naomba bwana, utaratibu mwenyekiti wa kitongoji, naomba hujo utoe, nenda na utaratibu, tuendelee na mazishi. Bwana Yesu asifiwe. Naomba utoe hujo ongee, halafu tuendelee na mambo mengine, naomba utoe